Wadada mara nyingi kinachowaponza au kinachotuponza ni haraka, yaani tunakuwa na haraka haraka sana ya kuingia katika mahusiano mapya. Yaani iko hivi, mdada, unapokuwa kwenye safari ya kujiboresha unahitaji kuwa bora sana, ni lazima uwe mvumilivu. Yaani unapokuwa unajifanyia kazi, si ulikuwa mdada fulani ambaye hauna standards, kwa hiyo unavutia wanaume ambao hawana standards kama wewe. Unapoamua kujifanyia kazi na kujiboresha kuwa mwanamke wa standard, ili umvutie mwanaume mwenye standard kama zako, umvutie mwanaume mwenye sifa kama zako, ni lazima ukubali kuwa patient, uwe mvumilivu. Kwenye huu muda ambao unajifanyia kazi, utakutana na wanaume wengi tu ambao wanakuja hawata match na wewe na energy yako. Yaani watakuja wale wanaume ambao hawana standards kama kawaida. Lazima watakuja kukutongoza lakini wakifika wanakuja kugundua wewe ni mtu ambaye energy yako na yao hazimatch. Kwa hiyo watadisapia. Yaani utapata wanaume wengi sana hapa katikati ambao wanadisapia. Usije ukajiona kama labda wewe una mkosi, una mabalaa. Like mbona najifanyia kazi lakini wanaume wanakuja wananiacha, wanakuja wananiacha. My dear, hao wanaokuja wanaondoka, wanadisapia, maana yake hawajamachi na hii energy yako mpya, ambayo ni energy nzuri, energy safi, ambayo wewe umeamua kujifanyia kazi. Kwa hiyo don't rush. Yaani, ukipata mtu mmechati mara kadisa, pia let him go. It's not your problem. It is his problem. Kaa kimya, endelea kupambana. Endelea kujishughulikia. Yani wewe unatakuwa tu focus kwenye kujifanyia kazi maidia. Ni siku moja tu. Ni ndani ya risali moja tu tatokea mwanaume ambaye anajifanyia kazi kama wewe, ambaye ameshajifanyia kazi kama wewe, na energy zenu zita match my dear. Mapenzi ni nguvu, kila kitu in this world ni nguvu, so baby girl don't rush.